katika jumla ya vituo 6677 wakiwemo watahiniwa wa shule laki 569883 waliosajiliwa katika shule 5864 na watahiniwa wa kujitegemea 25927 waliosajiliwa katika vituo 813. Kwa watahiniwa wa shule wasichana, walikuwa laki 3 na 3859 sawa na asilimia 53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 Mwaka 2024 watahiniwa waliofaulu walikuwa laki nne na sabini na saba elfu mia mbili sitini na mbili sawa na asilimia 92.37 na mwaka 23 a walikuwa 471,427 sawa na asilimia 89.36.